Tamasha hilo litafanyika tarehe 21. Tarehe 21 mwezi wa sita na tutaanzia hapa Dar es Salaam. Bado tunaendelea na kuomba eneo la kufanyia tamasha hili e, tumeomba kufanyia katika maeneo mbalimbali hasa ikiwepo uwanja wa Uhuru, uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo mnaona viwanja vile vinatengenezwa kwetu, tunaendelea kuomba nafasi kwa sababu tamasha huwa haliharibu uwanja, tamasha huwa halidhuru uwanja, kama ambavyo wenzetu wanafanya shughuli zao katika viwanja vile, na sisi pia tumeomba tuweze kupata nafasi ya sisi ya kufanya tamasha hili kwa tamasha hili kwa kwa sababu tamasha hili ni kwa ajili ya taifa, tamasha tamasha hili ni kwa kwa ajili ya nchi yetu. Kwe, tunafanya tamasha kwa kwa ajili ya kuombea uchaguzi mkuu wa nchi yetu ufanyike kwa amani na utulivu. Tamasha hili tunashirikiana na watumishi wa Mungu wa mkoa wa Dar es Salaam wachungaji, maskofu, mitume wote tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanikiwa. Na tunaendelea kuongea na waimbaji mbalimbali mbali, wa mataifa mbalimbali. Mbali. Mataifa mengine tumeshakubaliana kama vile waimbaji kutoka Afrika Kusini tumeshakubaliana tutawatangaza, waimbaji kutoka Nigeria tumeshakubaliana tutawatangaza, waimbaji kutoka Rwanda tuko tuko mazungumzo nao, lakini e, mataifa mengine tumeshazungumza nao. Waimbaji wa ndani tumeshamaliza makubaliano nao. Wanasubiri tarehe husika tu. Kwa hiyo sasa hivi tunazungumza na baadhi ya waimbaji wa mataifa hayo. Bado tunaendelea kuongea na wadhamini. Lengo kubwa la wadhamini kuwaomba ni kwa ajili ya gharama mbalimbali, kama mnavyojua, kuwatoa waimbaji kutoka Afrika Kusini, kuwatoa kutoka Nigeria, kuwatoa kutoka Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda, Zambia ni gharama kubwa sana na kuwaleta pia wakija hapa Tanzania kwenye nchi yetu. Wanahitaji pia wale walale. Wanahitaji usafiri. Ni gharama kubwa sana. Hata viwanja vyenyewe kulipia ni gharama kubwa. Kwa hiyo tunahitaji wafadhili ambao watatusaidia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tamasha hili linafanikiwa katika mikoa yote 26. Lengo kubwa tamasha hili ni kuombea uchaguzi mkuu. Mano haya waendelevu kwa sababu ndiyo sehemu inayoweza kulifanya taifa kubaki salama na kwenye maombi ndipo tunamgusa tunaugusa moyo wa Mungu, ndipo tunapata matokeo mazuri. Hata viongozi wetu tukiwaombea, tutapata viongozi ambao wametoka kwa Mungu, na kiongozi aliyetoka kwa Mungu akiongoza taifa linakuwa salama. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na maombi, kuombea taifa letu. Tunashukuru sana, tunahitaji ushirikiano, na Mungu awabariki sana, kama ambavyo tuliomba wakati ule uliopita kwa ajili ya ugonjwa wa korona. Tuliungana nchi nchini, nchi, nchi kote tukaomba na ugonjwa ukaondolewa katika nchi yetu. Vivyo hivyo kwa umoja huo huo katika nchi yetu ya Tanzania, tuungane tena, tumuombe Mungu kwa ajili ya uchaguzi, tunaamini katika umoja wetu tutafanikiwa, uchaguzi utaenda salama. Mwito wangu wote kwa mama wote na wababa wote na watoto wetu wote na vijana na wadada tuje kwa wingi katika viwanja hivyo ambavyo vitakuwa vimepata kibali kutumika kwa ajili ya maombi. Tukamwombe Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Tunaamini katika umoja inawezekana. Kwa sauti ya umoja Mungu wetu atatenda maajabu na miujiza. Amani tunayoiona ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Pasipo Mungu kuweka mkono wake katika nchi hii, hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo ninawasihi nyote ambao mnasikiliza na kutuona hapa, njooni kwa wingi siku hiyo kwa umoja wetu, tukamwombe Mungu tutafanikiwa katika jina la Yesu.